Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuona na mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuko katika kufungo. Hii ni moja katika baraka na neema ambayo Mwenyezi Mungu amekutendia. Na tumeweza kufika tena katika shule hii mwaka jana tulikuwa hapa na leo mwaka huu tumekutana tena. Naamini labda wako ambao wanakumbuka mwaka jana tulikuwa kwepo. Na si hakuna geni ambayo tumekuja nayo. Tumekuja kwa amri ya Allah, amri bil maarufu wa nahi anil munkar.

Kwa hivyo tuwe tukiweka fikra hizo, basi mtu wote hataweza kufikiria kingine, lakini watu wana fikra tofauti tofauti. Sasa hivi duniani mtu akija pahala anasema, hapa huyu bwana anataka kuwagauza, anataka kuwabadilisha watu. Leo mimi niko miaka arobaini na tano hapa Arusha, tumekaa na amani na tunapenda tuendelee na amani inshallah. Naomba nyie watoto, watoto wazuri ni watoto wa malaika, nyie niombee Mungu sana zenu sawa. Zen aa ya pili ni kwamba sasa hivi nakumbushia tu kwamba hali ya ulimwengu imeharibika. Mtaona watu kwenye mitandao wanazungumza uchafu unaendeshwa inaingizwa katika nchi yetu. Ukiangalia Zanzibar, ukiangalia sehemu zingine Mombasa, Tanga wapi mambo yameharibika sana, lakini nyinyi mpo hapa kwenye elimu, kwa hivyo inshallah ninyi mtakuwa maskani wazuri nikitoka kwa shuleni mtaenda kuwapatana hawa watu wanafanya ovyo ovyo, vitu ambavyo Mwenyezi Mungu hayupo razi, mtume wetu hayupo razi na wazazi wetu hawapo razi. Kwa hivyo nini, ndio ma maaskari wa baadaye, mkimaliza form 4, form 5, form 6, insha allah na mtaweza kufika daraja ya juu kabisa katika masomo yenu Amin. Allaha aona kazi tena hawana kazi yani, wataishi kwa amani katika shule, watoto watasoma, watu watafanya kazi, hakuna mtu atamivia mwenzake, hakuna mtu atapigana, hakuna mtu atatukana mwenzake, kwa sababu ataulizwa, umefanya, atabidi aseme kweli, na mtu akisema kweli anakuwa mtu wa Mwenyezi Mungu. Na mwalimu pia atakuwa laini, atasema kweli, amesema kweli, atamsamehe. Basi kama teni kamba hizi mbili, Al-Amin na As-Siddiq. Sasa mwisho kabisa, ni tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ametupa fursa ya kwamba hii pumzi yetu ni tunaandikiwa thawabu. Kulala kwetu ni ibada, kupumua ni ibada, masaa zote ni ibada, na Qurani ukisoma aya moja ni sawasawa umesoma Qur'ani nzima. mzima kwa hivyo, nyinyi mna fursa nzuri sana hapa shuleni, someni misahafu, tumekuleteni pia kichache na majuzuu, na kama kuna changamoto yoyote nyingine tuandikie mwalimu pale, ambayo kiko uwezo wetu, inshaallah tutashirikiana pamoja kuislamu. Tunachukua nafasi hii kukushukuru sana. Tumekuwa mstari wa mbele hasa kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa kwenye yale maadili yanayotakiwa. Vijana umekuwa mara kwa mara unawaasa kuacha yale maovu ambayo hayatakiwi, na niseme tu kwa asilimia kubwa ya vijana wangu wanakusikia kwa hiyo, tunamshukuru Mungu kwa hilo e, nichukue tena nafasi hii kushukuru chochote hiki ulichowaletea vijana e, umekuwa msaada mkubwa kwetu, na kati ya watu tunaowategemea, wewe ndio tunakutegemea zaidi. Niliwaambia nilipotoka Arusha Seki, nikaja hapa, mtu pekee ambaye nilikuwa nasimama naye ni wewe, na umeamua kuniheshimisha kuanzia kipindi kile mpaka sasa hivi ni kushukuru sana kwa niaba ya vijana hawa wa Kiislamu, kwa niaba ya Korona Sekondari, kusema tutaendelea kuwa na wewe, tutaendelea kuyasikia yale unayotuasa kama vijana ambao tunatakiwa tujenge taifa, na hawasemi la kesho, tuendelee kulijenga kuanzia leo. Mungu akubariki sana. Mringa Mirathi, nilikuwa napenda kuwashukuru sana kwa hmm, na msaada huu mlioleta, na Allah azidi kuwazidishie zaidi kwa hicho mlichokitoa. Kweli tulikuwa tuna shida hivi vitu na mmetusaidia, tunawashukuru sana sana sana, vitatusogeza. Yaani mmetusaidia kwa asilimia kubwa sana kwa hizo vitu. Sisi kama jumia ya wanafunzi wa Kiislamu na walimu wao tunawashukuru sana kwa msaada wenu. Hatuna hake, na awa, zaiji, la kuwalipa ila Allah peke yake ndio anaweza kuwalipa kwa mchotoa, na tunaomba hao wape maradufu zaidi na zaidi, asiwape duniani awape mpaka afe, insha Allah, iwe mekeza katika Mwenyezi Mungu ajalie mkiingia kwenye kijana cha Firdausi, hivi iwe ni vitupeo vyenu insha Allah. Baada ya kusema haya nasema subhana ka Allahumma bihamdika wa nashhadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. E, na wakio Islam, e, wa Uislamu kwa sababu wote sisi wa Tanzania tunashukuru, tunashukuru kwa hili jambo liokufanyia hasa tukiangalia katika hiki kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunaambiwa tuwasaidie wale wote wenye kuhitaji. Nasi pia ni miongoni mwa wahitaji, watoto wetu ni miongoni mwa wahitaji, kwa sababu sisi ndio wazazi wao hapa. Wazazi wao wako mbali, na wanatakiwa waendelee kufanya ibada hizo ambazo zimeamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala zifanyike. Kwa hiyo, na miongoni mwa ibada hiyo ni pamoja na funga. Kwa hiyo, kama kiongozi wa taasisi ni kushukuru sana Sheikh Gulam, kwa, kwa kwa hiki ambacho umetupatia jumuiya nzima ya Mringa Sekondari. Uh, sina budi kuomba Allah aendelee kuwafanyia wepesi, mwendelee kuwafikia na wengine wote ambao wanahitajia vitu vya namna hii mi yagun ayo tumepokea misaada kutoka kwa ndugu yetu, Waislamu wenzetu, baba yetu, na miaka yote huwa anafanya vitu kama hivi kutoka kwenye taasisi ya Khatamul Anbiyaa. Sawa, anaitwa Mlami, ndio kiongozi wa ile taasisi. Kwa hiyo ii, kama wanafunzi, naomba mumtambue.